ni mwanzo kuwa ni mwenye kuhifadhi swala. Hifadhi swala zako tano pamoja na jamaa. Usikose kuswali duha rakaa mbili, usikose kuswali kablia na baadia rakaa kumi na mbili za sunna. Sunna utakazoswali siku hizi ni bora kuliko sunna utakazoswali siku zingine zote. Lao utaswali rakaa mbili kabla ya fajr, kisha ukaswali rakaa nne kabla dhuhur na rakaa nne baada dhuhur. Rakaa ngapi? nane kisha kuswali raka mbili baada al-maghrib na raka mbili baada al-isha, raka kumi na mbili hizi. Mwenye kuswali raka kumi hizi kumi na mbili asema Mtume swalla Allahu alayhi wa sallam, Allah tamjalie apate nyumba peponi. Allahumma ja'alna minhu. Kwa hivyo usikose kuswali salatul witr. Kwa hivyo swali swala za faradhi swali swala za sunna witri, isikupite raka mbili ya dhuha isikupite, kabla na baadaye isikupite. Haya ni katika mambo muhimu. Jambo la kwanza ni swala jambo la pili, funga, usikose kufunga hizi siku tisa, isipokuwa siku ya Idi. Ikiwa huwezi kufunga hizi siku tisa, basi angalau usikose kufunga siku ya tisa, na ni siku ya Arafa. Kwa sababu gani? Mwenye kufunga siku ya Arafa Allah subhanahu wa ta'ala, atamjalia kwamba asamehewe madhambi ya mwaka uliopita na mwaka unayokuja. Kwa hivyo ni khairi. Kadhalika, sadaqa sadaka bora unaweza kutoa katika maisha yako yote ni katika hizi siku kumi katika mwaka. Kwa hivyo ikiwa uko na milioni moja, gawanya siku kumi, 100,000 100,000 100,000. Ikiwa uko na laki moja unataka kutoa sadaka, gawanya elfu kumi elfu kumi elfu kumi Ikiwa uko na elfu kumi gawanya elfu moja elfu moja elfu moja kila siku kumi, toa sadaka ikiwa okay, uko na elfu moja toa shilingi mia shilingi mia shilingi mia Ikiwa uko na shilingi mia toa shilingi kumi shilingi kumi shilingi kumi Almuhim, kila mmoja atoe kulingana na uwezo wake, kwa sababu sadaka utakayotoa katika hizi siku kumi hakuna mfano wake. Hautawahi kumfurahisha Mwenyezi Mungu sadaka utakayotoa kuliko sadaka utakayotoa katika hizi siku kumi na kila mmoja atoe kulingana na uwezo wake. Mwenyezi Mungu asema, liyunfik dhu saatin

Yaani dhikri utakayoleta katika hizi siku kumi ndio dhikri bora kuliko wewe kuleta ambaye ni Mwenyezi Mungu apenda zaidi na ni bora zaidi kuliko dhikri utakayoleta katika siku nyingine. Na dhikri bora ni kusoma Qur'ani katika hizi siku kumi, ikiweza kumaliza Qur'ani ukasoma juzu tatu tatu tatu, ikiweza kusema juzu kumi kumi kumi, almuhim Qur'ani utakayosoma katika hizi siku kumi Mwenyezi Mungu apenda zaidi kuliko Qur'ani utakayosoma siku zingine. Ahibati fillah katika amali ambayo Mwenyezi Mungu apenda katika hizi siku kumi ni kuchinja al udhiya, usi kama Mwenyezi Mungu amekupatia uwezo wa kuweza kuchinja, usikose kuchinja. Kwa sababu gani? Hakuna amali bora siku ya Eid tarehe kumi utakaweza kufanya kuliko wewe kuchinja kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Chinja, toa nyama qurban toa sadaka fi sabilillah, au wewe mwenyewe tumia nyumbani, lakini alhasil lazima fanya bidii uchinje lillahi ta'ala. Na ukitaka iwe ni hiyo, chinja upate kuchinja, ipate hiyo thawabu. Usiwahi kuchinja kabla sala, chinja baada sala. Ukichinja kabla sala haitakubalika. Haya ndo amal tuwe ni wenye kufanya: kufunga, kuswali, kutoa sadaka, kuleta dhikri, kuchinja, kadhalika silatul rahim, kujulia na hali. Khairu utakmfanyia mzazi wako itamfurahisha Mwenyezi Mungu kuliko khairu utakmfanyia mtu mwingine. Kama una mzazi wataka kumtolea sadaka, mtolee katika siku hizi. Una mzazi wataka kumfanyia ziara, mfanyie siku hizi. Almuhim, khairi na baraka hupatikana katika hizi siku kumi za dhulhijja. Na twamwomba Allah subhanahu wa taala atujalie tuwe katika wale ambao watapewa taufiq, wawe ni wenye kunufaika na hizi siku kumi za dhulhijja.